Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu katika dominika hii ya tatu ya Kwaresma mwaka si wa kanisa, tarehe ishirini na tatu mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Karibuni tusikilize somo la Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya tisa. Wakati huo huo huo walikuwapo watu waliompasha Yesu habari za Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akajibu akawaambia Ye, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote, hata wakapatwa na mambo hayo? Na waambia sivyo; lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale kumi na wanane waliangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia, sivyo; lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akatafuta matunda juu yake, asipate akawaambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kito, uukate Uka, mbona hata nchi unaiharibu? akajibu akamwambia, Bwana, uwache mwaka huu nao hata niupalilie niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema la usipozaa ndipo ukate. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, tunapoendelea na kipindi hiki cha Kwaresma ambacho Mama Kanisa anatualika kufanya toba ya kweli, kusali, kufunga na kufanya matendo ya huruma. Tunasindikizwa na neno la Mungu katika Dominika hii ya leo ambalo linazungumzia kuhusu wito wa Mungu kwetu sisi wa kutubu dhambi zetu na kwamba Mungu anatupa nafasi mbalimbali mbali, ili tuweze kutubu dhambi zetu. Katika Injili tuliyoisikia Yesu anatumia nafasi na fursa ya kuwafundisha na kuwakumbusha na kuwarekebisha mawazo na imani yao wale ambao waliamini kwamba matatizo na mateso yanayotokea kwetu sisi ni kwa sababu ya adhabu ya Mungu kwa dhambi tulizotenda. Yesu anatuki, anatumia matukio mbalimbali yaliyotokea katika jamii ya Wayahudi hasa Wagalilaya ambao ambayo hayajaandikwa katika Biblia ikiwemo tukio la Pilato la kuchanganya damu ya Wagalilaya na dhabihu kwa sababu ya ukaidi wao wa kutofuata maelekezo yaliyotakiwa na tukio la kuanguka kwa mnara amu, wa Siloamu uliowaua watu kumi na nane. Wayahudi wengi waliamini kwamba hayo yaliwatokea wenzao kwa sababu walitenda dhambi. Yesu anatumia fursa hii kuwaeleza kwamba hakuna aliye mkamilifu mbele ya Mungu. Sote ni wadhambi, na tusipojinyenyekeza na kutubu dhambi zetu, nasi tutaangamia milele. Yesu anatukumbusha sisi kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, hivyo tusipozitubu dhambi zetu tutaangamia. Lakini kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma, si mwepesi wa hasira ni mwingi mwenye rehema kama ilivyoandikwa katika zaburi ya mia moja arobaini na tano sura zaburi ya 145 aya ya nane hadi ya kumi na tatu kama ufano wa mtini ambao ulikuwa hauzai matunda uliopewa fursa ya kulimiwa uzae matunda ya kutosha nasi mungu daima anatuvumilia na kutuhurumia na kutupa fursa za kutubu dhambi zetu Tunapoenda kwa moyo wa unyenyekevu hiyo, tujongee kiti cha kitubio mara kwa mara, tujipatie msamaha kwa Mungu tusije tukaangamia, na pia tujitahidi kuepukana na mazingira yatakayotupelekea ya kuzitubu dhambi zetu. Tukitumie kipindi hiki cha Kwaresma vizuri kufanya toba ya kweli na kufanya mabadiliko ya maisha yetu. Niliyekuletea tafakari ya leo ni Padri Kennedy Bwamburi Mwakio wa Jimbo Katoliki la Lindi. Asante.